Na furahi sana kufika leo hapa Itigi kwa ajili ya kuja kukabidhi magodoro kwa watoto wenye ulemavu ili yaweze kuwasaidia kwenye e, mabweni yao. Kwa leo tumekabidhi magodoro kumi lakini kabla ya hapo tulikuwa tumesha kuisha kutoa magodoro kumi na saba. Kwa hiyo tukijumulisha inafika magodoro ishirini na saba. Lakini sio hivyo tu, pia lengo la leo tumekabidhi sare za shule kwa watoto wenye kitengo maalum katika Shule ya Msingi Mlowa hii, ili kwa ajili ya kuweza kuwasaidia, tumekabidhi sare za watoto hamsini na moja ili waweze kusoma, waweze kuhudhuria darasani vizuri bila shida ya sare za shule. Haijatosha hivyo lakini tumekuja kusaidia pia eh, kulipia gharama za bima za afya za CHF kwa watoto sabini. Tumepokea msaada wa magodoro kumi lakini pamoja na uniform za watoto wenye mahitaji maalum kutoka katika shirika la KISEDET. Lakini ni msaada kama wa awamu ya tatu kwa huu mwaka. Mara ya kwanza wametuletea magodoro matano, mara ya pili wametuletea magodoro kumi na mbili na leo hii tumepokea magodoro kumi kwa jumla tumepokea magodoro ishirini na saba kutoka shirika la Kisedet hata hivyo bado tuna uhitaji kwa sababu vitengo vipo vingi mfano kitengo cha sanjaranda ambacho na chenye kina watoto wenye mahitaji maalum wanaopata kumi na nne na kitengo cha isingiwe ambacho kina watoto wenye mahitaji maalum watoto kumi na tisa sasa wote hawa wanahitaji misaada kwa hiyo tufungue milango kwa wadau mbalimbali wa sehemu hizo ambazo wapo, ikiwezekana na wenyewe basi waweze kujitoa kusaidia hawa watoto wenye mahitaji maalum.